Kwa hivyo kuna mchango mkubwa sana wa kazi hii ambayo mtu anaweza ka kaibeza akaona sio kazi ya maana, lakini ni kazi ambayo inamtoa mtu na inamfanya mtu akawa mkubwa kabisa na akafanya vitu vingi. Sisi hizi chapati hapa Tanga zinakwenda mpaka mikoani, mabasi yanapotoka hapa usiku yanapeleka chapati Iringa, Mbeya, maeneo mbalimbali, Njombe na zinafika asubuhi. Watu wanakunywa chai na chapati zile za kurasa zile za Tanga, wanashangaa eh, hapa kuna mpishi gani? kumbe chapati zimetoka Tanga. E, kwa hivyo ni ni biashara nzuri, lakini tukaona kwamba hii challenge itaibua vipaji, ubunifu na mambo mengine kadha wa kadha e. Kwa hivyo ni, mimi nilivyoona hili jambo zuri nikashirikiana nikawashirikisha wenzangu na kampuni yetu ya Azania Group. Mimi niwashukuru sana management nzima, lakini na board uh, chairman na timu nzima kwa kulichukulia ili jambo kwa uzito wake na kutuletea uh, timu nzima kutoka Dar es uh, Salaam lakini na kui, kujitoa. Kwa kila mshiriki atapata mfuko wa, wa unga ule wa PPF wa kilo 25 lakini pia tuna mafuta na tunayo chumvi sababu chapati bila chumvi hainogi lakini wapo pia wanaotia asali wanaotia sukari ili kunogesha kulingana na, je, unataka utolee na vitu vya chumvi au unataka unywe na chai. Kwa hivyo ili jambo linakwenda kwa ukubwa wake, na huu mkoa wa Tanga unajulikana kwa kwa ma, ma, ma, maanjumati, tuseme maanjumati. Ukisema maamri ndo kwenyewe. Hata Mombasa wanakuja hapa kujifunza e, e, na Unguja wanakuja hapa kujifunza. Lakini ni mkoa ambao una mazao mbalimbali, sisi tunalisha Zanzibar, tunalisha Pemba, tunalisha Mombasa, kwa maana ya vyakula hivyo wanavyochukua wenzetu, kitaka matunda yote, minazi, sijui mpunga, vitu mbalimbali vinavyotoka hapa, kila Jumatano, Alhamis, vinafungwa mafungu na mafungu kupelekwa kwa wenzetu uh, Zanzibar kupelekwa Komoro kupelekwa mpaka Mombasa kwa, kwa hivyo ni eneo la chakula. Ndio maana hata wizara imetupa heshima ya kuwa wenyeji wa siku ya kimataifa ya chakula duniani kuanzia tarehe kumi na nne mpaka kumi na sita ambayo kitaifa itaadhimishwa hapa Tanga. Kwa hivyo mimi niwakaribishe Wanatanga wote waje kushu, kuona na kushuhudia nani ataibuka mshindi katika shindano letu hili la chapati challenge. Ehe, tutakuwa na majaji mahiri kabisa ambao hawatakuwa ah, na upendeleo. Watakachofanya, tutaangalia kuanzia mtu anapokanda mpaka chapati inapochomwa na mpaka itakapokuwa tayari, basi tuna kwenda kuangalia viwango vyake. Eh, na nia ni kuhakikisha kwamba yote anashiriki katika hii shughuli, awe wapembezoni awe wa mjini kati, ubora uwe standard ili mtu yoyote atakayokuja Tanga asitafutwe mtu fulani ndio atilete chapati, lakini kila chapati atakayokutwa hapo itakuwa na vile viwango vya ubora.